Aya, naomba kwa heshima, sisi sote mpaka marafiki wetu wa contact tuende pale kidogo tu. Kwa heshima, naomba sisi sote mpaka marafiki wetu wa contact, si so pale tu, hakuna mtu anafuza, lakini tuende pale tu, au watu wako hapa, tuende pale, please, please, please, please, please, please, kwa heshima tu <coughs> kidogo, kwa sababu marafiki wetu pole tu

Eona, ni wakati wa kureseve mwili wa Betty Bayo. Tumefika, tumefika ni wakati wa kureseve mwili yake.